A Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndo mimi Mahsen Zamzam naregia tena. Upande mwingine, huu ndio msikiti wetu wa Masjid Omar ibn Khattab, na hii ndio madrasa yetu ya Athamaratul Janna. Hapa kuna nyumba za ustadhi mbili, kuna nyumba za ustadhi mbili. Na kuna maduka mawili ambayo ni wakfu ya kusaidia katika maintenance ya msikiti, na upande wa ustadhi mwingine, na juu ni madrasa ambayo kesho inafunguliwa hii madrasa kwa sababu hii rangi yetu ya msikiti, rangi yetu ya msikiti ni rough and tough. Hii rough and tough ni rangi ambayo wanapaka wazungu, lakini wazungu wana ile mashini ya kuoshea magari ndo wanaoshea wana, wakipiga hivi rangi na kwa mpya, yani rangi yani ni paka nyeshona, mvua ndo inazidi kung'ara, kiingia vumbi, vumbi tukiwekea kabro inakuwa haingii vumbi. Kukaoneshe hizo kabro ambazo tumepewa, lakini hatuna msimamizi wa kusimamia hizi kabro, kwa sababu kwa msimamizi ambao ana fundi ambao pia atasimamia, atakana mtanga inshallah na simiti kiasi inshallah. Tutaonyesha hizi kabro wetu Samaratu madrasa Samaratul Janna Alislamia kwa Ndomo, wallahi takriban kabro elfu moja pengine zinafika, sina uhakika, lakini pengine zinafika karibu elfu moja Lakini mwislamu amejitolea, ametuletea kabro free, lakini bado kuziweka Tumechangisha sana, tumechangisha msikiti kwa miezi sita, tukamaliza kujenga, tukajenga madrasa kwa miezi minane, tukanunua tena hii plot, tumeinunua na tukaijenga kwa miezi minane alhamdulillah. Lakini mimi nimechoka kuwachangisha wale wenye group, na sasa nataka wengine pia wapate neema kama hii. Wengine wasema mbona, watu hamkutuambia ham hapa kuna mchango wa kuoneshwa. Yani sisi mchango wetu tunafanya mpaka mtu anaonesha, anaona kabisa receipt hii, kila kitu. Yani tumeweka wazi, tunakuwa transparent, tunakuwa wazi. Na kwa hivyo hizi ziko cabro hapa, mtu akitaka anakuja, na sababu mwenyewe fundi analeta mchanga, anasimamia, tuko wazi. Tutampatia mmoja. Kwangu mimi Mahsen Zamzam niko tayari, namba yangu asehemu ni ile, ile ya Mpesa 0729 8272, hiyo ndo namba yangu ya simu ya Mpesa ya katika grupu ndo hiyo, mtu kama unamdhamini anaweza kumpelekea namba hiyo. Na kama unataka namba nyingine ya Airtel ni 0737389727, na mimi ndo Mahsen Zamzam. Na kabro ndo hizi, uh, Waislamu mko tayari? Hii mliniambia hatukupatia neema hii, nimechangisha katika grupu hizi, madrasa na msikiti, mlisema tume, tumechangisha kwa grupu. Je, hii ni neema hii matajiri mlioko Malindi, mtaiacha chance kama hii? hiyo nimewapatia nyinyi ofa wa matajiri walioko Malindi, msiseme tumewasahau watu wa kwa ndomo. Tuko tayari na hizi kabro, ziko hapa, tunakaribisha moja mtengeze kabro zetu za Masjid Khatwab kwa ndomo. Shukran wa jazakallah khair. Allah bariki nyote.